No, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii nitashia na wewe siri ya kuuza bidhaa mtandaoni. Inawezekana unatamani kupata wateja wengi mtandaoni, lakini unashindwa kuuza baada ya kufanya matangazo ya kusponsor. Unajitahidi kurusha matangazo ya kulipia Facebook, Instagram, YouTube, TikTok Google, lakini hupati kabisa wateja mpaka unataka kukata tamaa. Kama unarusha matangazo ya kusponsa hupati wateja wa kutosha, hiyo ni changamoto kubwa, unatakiwa kuitafutia ufumbuzi haraka. Kama wewe ni mgeni basi, bofya subscribe, ili next time tunapotoa video za mafunzo kama haya uweze kupata notification, ujumbe unataarifu kwamba tumetoa video mpya. Lakini pia inawezesha kuweza kuwafikia watu wengi zaidi, mafunzo kama haya, kupata kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo bofya subscribe, bofya picha unaiona kwenye skrini yako kisha bofya subscribe. Kama unafanya matangazo ya kusponsor na upati wateja, ukiendelea kukaa bila kujifunza kwa kina jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni, biashara itakushinda, utakosa kabisa wateja, maana yake utakosa kabisa pesa. Utaanza kuangaika maisha yako yote bila kipato. Hongera kwa kutazama video hii, kwani nitakueleza jambo la msingi sana la kuzingatia unapotaka kuuza bidhaa mtandaoni na kupata wateja. Katika video hii nitakueleza hatua ya kwanza, hatua ya kwanza kabisa kabla ya kufanya matangazo ya kusponsor Kabla ya kutangaza Facebook au Instagram, unatakiwa kufahamu vizuri haswa mteja wako ni nani. Unatakiwa kufahamu vizuri haswa na kuainisha kwa kina, pamoja na kujua matatizo, maswali yanayomtatiza mteja wako, vikwazo vinavyomsibu mteja wako na matokeo anayotaka mteja wako. Je, soko lengwa ni lipi? Mtandaoni kuna ushindani mkubwa, kuna kila aina ya matangazo, kila aina ya kelele, kila mmoja anatangaza bidhaa au huduma yake mtandaoni. Ukishindwa kujua soko lako lemo haswa lipi, mchakato wa mauzo mtandaoni utakuwa mgumu sana kwako kwa ushindani ni mkubwa, utafika mahali utachemka kwa kukosa wateja. Nini maana ya haswa ya soko lengwa? Soko lengwa ni kundi fulani la watu wenye mahitaji yanayofanana, watu walio tayari kununua bidhaa au huduma kutatua changamoto sugu zinazowakabili. Soko lengwa ni watu fulani maalum ambao huwa tayari kuchukua hatua ya kununua bidhaa au huduma yenye kuwasaidia kuboresha maisha yao. Kundi hili la watu linaainishwa kwa kuzingatia aina nne za sifa zinazo uh, zinazoambatana na mahali waliopo, shauku, tabia na mahitaji yao, changamoto zinazowakereketa na kuwanyima usingizi. Mfano, kundi la watu wenye ugonjwa wa kisukari ambao huwa tayari kupata tiba ya suluhisho ya ugonjwa wa kisukari. Inawezekana wameshangaika sana kupata suluhisho sahihi. Soko lengwa linaweza kuwa kundi la wanawake wajawazito wenye changamoto ya kukosa usingizi wakati wa ujauzito uzito au kukosa virutubisho muhimu kwa afya ya mtoto. Kundi lingine linaweza kuwa wafanyakazi wa ofisini wenye vitambi wanaohangaika kupunguza uzito bila kufanya mazoezi, kwa sababu hawa muda hawana muda wa kutosha kufanya mazoezi ili kufanikiwa. Ili kufanikiwa katika kuuza bidhaa, unatakiwa kuainisha soko lako lengwa kwa kina, kwa kuchagua soko dogo zaidi. Katika video ijayo tutaangalia tofauti ya soko lengwa na hadhira lengwa, ili kufahamu vizuri haswa soko lengwa, kabla ya kuanza kufanya matangazo ya sponsor mtandaoni, ili kurahisisha mauzo. Kama umefaidika, comment chini umefaidika. Usisahau kushare subscribe, kulike video hii, ili next time tunapotoa video kama hizi uweze kupata ujumbe na utaarifu tumetoa video mpya. Basi Bofya subscribe tukutane kwenye video inayokuja.